muli za nyijisho aliko kibazo <laughs> ufitanye nazo Mbeo, kubise ukuwise kumusayi umwe haryangu urahindura <laughs> kej <laughs> ivyonje <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> navyo ndimna <laughs> mtanisamehe, ila naomba mnisikilize, na siwambi mfanye kama nifanyavyo mimi. Ukinipiga kofi kwenye shavu moja, ukibahatika sana, unaweza kuishi, ila mafundisho yangu wa kanisa ni kuwa ukinipiga kofi kwenye shavu hapa mimi nitakupiga makofi popote ninapofikia. ajera mahirwe urasigara urasigara uri muzima rwose Rais wa Rwanda Paul Kagame ameisuta Ubelgiji kwa kujaribu kufifisha maendeleo ya Rwanda kwa kuituhumu Kigali kuwa ndio chanzo cha matatizo ya Kongo na kupanga njama za kuiwekea vikwazo licha ya historia ya ukoloni wa Ubelgiji kwa chanzo kikuu cha mzozo wa muda mrefu katika eneo la Maziwa Makuu. Kagame ametoa kauli hizo katika hafla ya rais ya kuwafikia wananchi iliyofanyika BK Arena na kuwaleta pamoja maelfu ya wananchi, hususan kutoka jiji la Kigali tangu kuongezeka kwa mzozo mashariki Kongo, Ubelgiji imeungana na serikali ya Kinshasa na kuchochea ghasia za kikabila kuelekeza lawama kwa Rwanda kwa kushindwa kwa utawala wa Kongo na kusababisha vikwazo vinavyoongozwa na magharibi dhidi ya Rwanda. Haya yanajiri wakati jumuiya ya kimataifa ikihimizwa kuunga mkono mipango ya amani inayoongozwa na Afrika ili kuleta utulivu katika eneo hilo. Rais Kagame amesema kuwa Rwanda na Kongo zinashiriki masuala yenye mizizi mirefu kutokana na utawala wa kikoloni. Amedokeza kuwa Ubelgiji ilichukua jukumu kubwa katika kugawanya eneo hilo na kutenganisha familia katika mipaka tofauti. Moja ya maafa tuliyonayo leo ni kutawaliwa na nchi ndogo yenye ukubwa sawa na Rwanda ambayo iliigawanya Rwanda kutoka kwenye ukubwa wake. Kagame alisema. Ameeleza kuwa baadhi ya Wanyarwanda walijikuta ng'ambo ya mipaka ya sasa, akisisitiza: sio Rwanda ile iliyowafukuza watu wake hadi Kisoro, Uganda wala Masisi na Rushuru, Kongo mkitaka muondoe huko mwaondoe na ardhi yao. Kama amani inakusudiwa kuwa lengo la kweli ni lazima watu wapewe haki zao, la sivyo watazipigania, Rais Kagame amesema. Kagame amesema Ubelgiji ina hatia ya ukatili wa kihistoria dhidi ya Wanyarwanda, akisema waliwaua Wanyarwanda miaka thelathini iliyopita na wameendelea kurudi kutaka kuwamaliza walionusurika. tuliwaonya hapo awali na tunafanya hivyo tena, Rais Kagame alisema. Rais huyo wa Rwanda amekariri hata zaidi kuwa Rwanda haikuanzisha vita inavyolaumiwa sasa, lakini itapinga ajenda zote zilizofichwa nyuma pazia. Ikiwa Rwanda inapaswa kulaumiwa kwa matatizo yaliyoanzishwa na nchi zisizo tayari kuwajali watu wao, hatuna chaguo ila kupigana. Rasilimali tulizo nazo zinaweza kuwa chache, lakini tutategemea utashi na ujasiri wa kujilinda, Kagame alisema huku akionya Ubelgiji. Kagame pia aliwataka Wanyarwanda kuzingatia utambulisho wao wa kitaifa, utu na uhuru wao. Lazima tuwe na mawazo kwamba sisi ni Wanyarwanda na sisi sio raia wa wakoloni. Rais huyo wa Rwanda alisisitiza hata zaidi kuwa Rwanda imechagua njia ya utu, kutafuta uhusiano wa amani na wengine na kulinda uadilifu wa eneo lake inapobidi. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo wa Rwanda amelaani kile alichokiita ni vikwazo visivyo na msingi vilivyowekwa na mataifa kwa kuhimizwa na Ubelgiji. Inashangaza kwamba waliohusika na tatizo hili ni wale wale wanaotaka vikwazo dhidi ya Rwanda. Rais Kagame alibainisha na kuongeza kuwa hata wale wanaoweka vikwazo dhidi ya Rwanda wanapoulizwa kwa nini wanaweka vikwazo hivyo, wanasema, hatujui lakini tuliambiwa na Ubelgiji tufanye hivyo. Kagame amewataka Wanyarwanda kubaki imara katika safari yao ya maendeleo licha ya changamoto za nje, na waendelee kukuza umoja na kudumisha amani na watu wengine kwa kuzingatia kuheshimiana. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutupata ambacho ni kibaya zaidi ya janga tulilonusurika nalo. Ndiyo maana hatupaswi kuogopa kusema kujipigania wenyewe na kuwapiga wale wanaotaka kutuangamiza, rais Kagame alisema. Endelea kufuatilia Arusha One Radio. mimi ni Awadh Rashidi.